Maisha ni dhiki, tunaishi kwa furaha kwa tukipitia dhiki, mtaani kwetu pale unaponifataga basi chapu ah. <laughs> Ah, kama no, na sauti sana naomba, naomba mambo bomba. Limekata bafuni, ni niambia bomba lake mke wangu limekata nimtafutie fundi, hivyo sasa nikamsemu fundi bomba ili nisimsahau aaa

Ufagio ndani kwangu. Hapo, wewe jamaa, vipi wewe? Mshikaji wako wewe, mbona hujielewi? Eh? Mwanaume mzima umetaka kufikisha wapi wewe? Mbona unafanya vitu vya kijinga wewe? Haya, hapo umepata faida gani? Mbona una vitu vya kumbavu vya kitoto kitoto? Acha ujinga wewe. Hata ameshakusaidia kitu. Wenda a... Tu mbea. Na wewe niongeze maji. Hey, mwanangu we. Mama. Karibu. Yeah. Sante. Mama, sante. Mama shikamoo. Baba hujambo? Sijamboduzapa nyumbani. Salama, za huku tokaku. Ah, ni nzuri karibu. Asanti. Goli yumo ndani? Ah, ametoka ameenda shule. Okay mama. <laughs> nilikuta mara moja nikujulia, a lakini mwanangu, hapa hii hiyo sasa tamalizana babu mwenye nyumba. Sawa e, lakini pia kuna hii, mtatumia siku mbili tatu ukiwa hapa nyumbani. Asante sana mwanangu. Tumie yeah, vizuri mama make okay. Hela kidogo ni ngumu mtaani, mama. Nitajibana bana mwanangu, sinajua tena mama ako... najua sana kujibana. Haya <laughs> ah, shukrani sana <laughs>

ile nusu baada ya kuwa nadaiwa kodi, nimelipa kodi na nusu iliyobaki nimemtumia mdogo wangu chuo. Sasa hapa sina kila kitu, na wewe ukiondoka, unaniacha sina kila wa kitu, kwa hiyo nitabaki njaa mpaka kesho. Kile baby, mbona unakuwa hivyo jamani? mimi eh? mwenyewe nategemea wazazi, basi baada mimi hata nikutegemea wewe, tena unanitegemea mimi jamani, kweli ha, kweli hilo nalitambua ndio maana nimekuomba kama na kiasi chochote msa. Bana, sio vizuri, lakini i tumia vizuri make mimi mwenyewe bado mwanafunzi. Mwanafunzi sasa, mbona haraka hivi? Amna kesho, baby kipenzi, subirie basi

Nikwambie sali kupo anaoga bafuni uh -huh. mara ghafla uh -huh. eh, ya simu yake uh -huh. ikaita kule ndani eh mwanamke asitoke, mputa mputa na ile simu kumpelekea bwana wake, bwana wake naye akatoka na mapovu kule bafuni, anawai ile simu eh, ghafla akakutana mwanamke asimulizi, na wewe kuliko unatoka na mapovu bafuni unafuata nini? Ah, nafuata simu. Mwanamke acha asali, naomba uniambie huyu fundi bomba ni nani, kwa sababu najua mume wangu kazi yako sio, sio mabomba anahusiana. E, eh? Mwanaume acha ajitetee pale, anatetemeka basi, mwanamke wangu, nakuomba tukaongelee ndani na nini na nini. Basi akawa ameingia ndani kule, sio ndio, na Mr. Nyuzi nikaanza kufuatilia point to point. wamezungumza huko ndani sasa. Mimi kama nimenogewa na zile story, nimetegesha sikio langu pale hapo mlangoni, sio ameamaliza sio, imekuwaje? na tu ghafla mwanamume anafungua mlango aje nikutanisha na mbanzi Ap, mmoja mkubwa, nikasema kama dunia ina? inazunguka ha, Mr. Nyuzi, wewe umezidi. Ona sasa mpaka unapigwa kibao kwa sababu ya umbea. Unakuja mtoto wa kiume anakuja mbea. Mambo. Oh. Mzima. Mzima. Za siku. Mbona na uniform unatoka wapi? Paka eh, ndako kutoka upajue wewe. Kwani wewe ni nani kwangu? Ah. Lakini Glory, wewe ni rafiki yangu. Natamani kujua unatoka wapi. Tena umevaa uniform. Aya, wewe ndio uliza hivyo. Na nilipia kale ya shule. Wewe ndo unanisomesha. Wewe ndo unanihudumia. Aya, yanakuhusu nini natoka wapi? Glory, Glory. Wewe ni rafiki yangu. Kule darasani walimu wananisumbua sana kuhusu wewe. Miezi kadhaa upo darasani sasa hivi. E, binti sikiliza, naomba unikome. Hivi nini, kila siku ni wewe tu? Mdomo wako sitaki, naomba unikome wendo au nisomeshi aunipeleki shule aunilipika. Mama, akili zangu sio zako. Glory, jina langu

mama, tumefika sehemu yenyewe. Chumba niki hapa. Nyumba iko safi, iko vizuri na utakaa kwa amani tu. Ewe jaribu kukiangalia kidogo, nawe ujilizishe. Se, sio kasema nimepigwa bomu. Chumba kiko vizuri baba, kiko vizuri na imani utakaa kwa amani. Nashukuru na kwa hilo sasa, nataka uwajue na wapangaji wenzio walioko hapa, ambao wanaishi vizuri tu na na imani watakupokea ili muweze kukaa vizuri kama tunavyoishi siku zote. Jamani, tumepata mpangaji mpya, naombeni mpokee na mpokee vizuri, ili tukae na mpoke vizuri kwa amani kama mlivyokuwa mnakaa. Sawa sawa. hmm. Aina shida, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiweje na nanyem, migogolo mnaanza. Unajua, tunapopata mgeni mwe mnatulia, sasa mnaanza tena kucheka, inakuwa sio vizuri namna hii. Mtakuwa mnaniuzi mna na mimi sasa, tumepata mtu mwingine hapa, mnaanza kumcheka. Mama, itabidi wazo wetu si ni vijana hawa, mambo yao ni ya mitaani, lakini si vibaya. Wewe utaka nao vizuri, ni wazuri kuliko wewe, usije kukutisha maneno vizuri. au sio basi karibu na na karibu sana. Naona nyumba yenyewe hapana gogoro hapa, hapa. wala hata wauni wao wasoge sogei, u ukae kwa amani, tutakaa vizuri. Basi karibu Asante. Hmm. Hmm. Hmm. Ile hmm. Hmm. Hmm, inaitwa gonga snake au gonga. Bwana Yesu asifiwe. Dada alipotea njia. Hii ngombe ya Bwana Yesu asifiwe. Ainduwa tamu. Baadaye, bwana tutadaiwa koni. Sawa. na bosi. Asante sana. Nashukuru kwa makaribisho. Hamjambo kwa nyumbani? Hatujambo. Ofisi ikoje mpaka sasa? Hapa tunaendelea vizuri sana. Hali ya biashara inaendeleaje? Kiukweli, biashara sasa hivi imekuwa ngumu sana bosi. Lakini tutafanya vizuri. Wiki jana, wakati naangalia ripoti yako juu ya biashara yetu, nimegundua iko chini sana. Kuna tatizo gani? Ah, nadhani ni upepo. Upepo tu kulingana na hali ya sasa hivi pia ni kwa changamoto. Aha. Hmm. Inaweza kukaa sawa wakati wote? Wote, unaweza kuniambia mpaka sasa aoa kwamba kuna changamoto nyingi na hali ya hewa iko kwa mazingira ambayo yanazungumza. Ofisi yetu inaweza kuwa na watu wangapi mpaka sasa? Watano. Watano. Yeah, watano. Muda wote niliokuachia bado watu watano. Kuna shida gani? Umeshindwa kazi? Ama ni kuondoe kwa nafasi hii, inakuonyesha kwamba umeshindwa kuwa na umakini. Nilete mtu mwingine ili ofisi yangu yangu na biashara yangu ipate kusonga mbele, maana mi naishi kwa kutumia biashara hii, na mambo yangu yote unayoyaona ni kwa sababu ya hii biashara. Na hata wewe kunawilika ofisini kupendeza kiasi hiki na kujiona mtaani huko mzuri, unafanya kila unawezekana, ni kwa sababu ya hii biashara. Kwa nini unachezea chezea moja Utaongeza wasichana wengine ili kazi iende sawa. Wiki moja ya kuranda randa ama wiki moja ufanye kazi, wiki moja nitakuwa nimeongeza mabinti. Utaongeza wengine kama wangapi? Watano wengine ili wafike kumi. Na hiyo wiki moja kwe Samani kidogo. Habari? Samani. Salamu. Kwema kabisa. Kwa sababu waga nakuona tu, unapita unaenda vuu, vuu, vuu, na vitu kama hivyo. Aki ukweli, dada miwa nikikuona, moyo wangu unaishiwa power. Yanavutiwa na wewe. Nikasema leo acha nitoe la moyoni, na ukinikubalia tu, kwanza kabisa nakufungulia mgao ujaka sawa, genge la miogo hapo vipi? Hapo vipi Kambi? Sawa unikome. Sawa, wewe sio wakunisimamisha hapa kwanza kuniambia upumbavu wako huo. Kwanza jitizame unavyofanana Nikajua nataka kuniomba labda hata hela ya kwenda kula huko chips nikupe msaada. Unaniambia mambo ya kipumbavu haya. Huko kote ulikozunguka hujaona mabinti wa kuadanganya hayo mambo na unataka kunidanganya mimi? Shida ni moyo nikikuone mama anaishiwa ha pala. Hakuna cha moyo bwana, achana na mimi. Ni nini wewe? Wewe unapojiona ukijilinganisha na mimi? Hebu achana na mimi bwana. Na ukiniona nitakuitia na kelele za mwizi. Jingani? Yes. Basa dada, basi hata kanamba. Kwenda bwana. Haina shida. Sikiza nikwambie. Humu ndani mwangu sitaki vilio, nimekuleta ufanye kazi lakini sio, unanielewa? Unanielewa lakini waliniambia nakuja. Sikiza nikwambie. Humu ndani mwangu sitaki vilio, fanya ninachokwambia. Ujawai kushika ufagio wala ujawai kuosha vyombo, unakula, unalala, unaoga, yani unafanya kila kitu. Sinanielewa? Wewe, ongea na huyu mwenzako. Aya, sasa ni nina amekupa, tunamjua vizuri madamu, ndo uzoee. Mashani ya diti tunaishi kwa furaha hata tukipitia diki mtaani kwetu. Tunacheka, tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. mtaani kwetu, mashani ya diti tunaishi kwa furaha hata tukipitia diki mtaani kwetu. Tunacheka, tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika.